Bwana awe nanyi. Somo katika Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 12, aya ya 39 hadi ya 48. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, fahamuni neno hili kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwivi angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Petro akamwambia, Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliyewakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote awape watu posho kwa wakati wake. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyoijua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake, asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana, na yule asiyejua, naye amefanya yastahilio mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatakiwa vingi, naye waliyemwekea amana vitu vingi kwake huyo watataka na zaidi. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Jumatano ya juma la 29 la mwaka C wa Kanisa Mama. Kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Papa. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatukumbusha kuwa hakuna anayejua siku yake ya mwisho ni lini, na hivyo tuishi vizuri kila wakati. Bwana wetu Yesu Kristo katika somo la Injili anaweka wazi kabisa kuwa hakuna anayejua siku wala saa juu ya matukio yajayo, kama ilivyo kwa mwenye nyumba ambaye ajui atavamiwa lini na mwizi. Na kwa ujio wa ufalme wa Mungu ni hivyo hivyo. Yesu anatangaza furaha kwa anayeishi kadiri ya taratibu anaposema, mtumishi anayeishi vizuri atakapokuja bwana wake atamweka juu ya vyote. Yesu anatangaza huzuni pia kwa yule anayeishi vibaya, anaposema mtumishi anayeishi maisha ya kuteza watu na kutokuogopa, atakapokuja bwana wake atapata mateso na mtumishi, na mtumishi ambaye hajafanya chochote atapata mateso kidogo. Ni kwa wafuasi wa Yesu kutambua kuwa Mungu amewakirimia vipaji mbalimbali mbali katika ulimwengu huu na wakivitumia vizuri kwa hakika watafika mbinguni. Tafakari ya neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi ambao tunaishi leo hii. Tunayo hakika kwamba hakuna anayejua atakufa lini. Je, kuna anayejua siku yake ya mwisho ni lini? Yaani, Mungu atakuja kuchukua roho yake lini? Kwa hakika hakuna anayejua. Tungekuwa tunajua maangaiko yangekuwa ya mengi, na kila mmoja angepambana kwa namna yoyote ile ili mambo yaende vizuri. Sisi wafuasi wa Yesu tunayo hakika kwamba siku ya mwisho inakuja na parapanda italia kama anavyotuambia Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto, sura ya 15 aya ya 51. Kumbe tujibidishe kuwa vizuri kiroho, kwa kuishi imani yetu vizuri hasa kwa kumpenda Mungu na jirani zetu. Kwa hakika anayempenda Mungu na jirani anazishika amri. Na ile siku ikifika anayeishi hayo atapokelewa na Bwana katika ufalme wake. Ni mwaliko kwa kila mmoja wetu kutumia vipaji alivyopewa kwa ajili yake na wenzake. Na muda wa kuvitumia ndiyo sasa. Ukisema bado muda upo na wakati ujui mwisho wako ni lini, utaondoka bila kufanya chochote, na kwa hakika utadaiwa. Tuzidi kuomba neema za Mungu katika maisha yetu, ili tuweze kukesha daima na hatimaye tutende yale ambayo tunapaswa kutenda, na hatimaye tuweze kufika mbinguni. Mungu azidi kutulinda na kutubariki daima. Aliyekuletea neno la Mungu leo hii ni mimi Padre Richard Barnos wa jimbo Katoliki la Moshi ninayefanya utume wangu kama padi misionari katika jimbo Katoliki la Lindi, kama paroko katika parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.